Niko karibu na wewe mwanangu, niko karibu na wewe, karibu na wewe, niko karibu na wewe mwanangu, niko karibu na wewe. Mwana wangu Mwana. Na wewe. Hey. Uh. Usiende mbali nami, sitaweza peke yangu baba. Na ni safari ya mwisho kabisa ya mama yetu mama Nipael Mboya ambaye leo ataagwa na kwenda kupumzishwa na mwili ukiwa nawasili sasa hivi hapa nyumbani kwake maeneo ya Victoria Kinondoni, na ibada itafanyika hapa nyumbani, familia itapata wasaa wa kuweza kutoa heshima za mwisho, ndugu jamaa na marafiki ambao tayari wamekwisha kuwasili hapa nyumbani, na baada ya hapa tutaelekea pale katika kanisa la Kinondoni Revival Church, mahali alipokuwa akisali mama yetu kwa Askofu Dr. Rogate Zakayo Swai, na kisha baada ya hapo atakwenda kupumzishwa mwili wake katika makaburi yaliyoko Kinondoni. Hii ni safari ya mwisho kabisa ya mama yetu, mama yetu ambaye amevipiga vita vilivyo vizuri. Tunasherehekea ya maisha yake ya ushindi, ameishi maisha ya ushuhuda mzuri kila mmoja akimshuhudia katika maisha ya kitumishi ametumika ya maisha yake yakiwa ni ya kitumishi, na nyumba yake imekuwa ni nyumba ambayo imekuwa ya kupokea wageni. Amepokea wageni enzi za uhai wake katika nyumba yake, hivyo anatajwa kwamba ni mama ambaye ni mama mtumishi ambaye ametumika katika maeneo mengi enzi za uhai wake, lakini pia ametumika katika kwaya mbalimbali ikiwepo mbali kwaya ya Revival na hata mpaka umauti unamfika alikuwa ni mwenyekiti katika kwaya hii ya Revival ambayo inapatikana pale katika kanisa la Kinondoni Revival Church. Hii ni NY TV, tunakuletea tukio hili kutoka hapa nyumbani kwake, nyumbani kwa mama yetu, mama ni Paeli Mboya ambaye ataagwa leo hii hapa nyumbani. Ni maisha ya ushindi mama yetu ambayo ameyaishi na kila mmoja anamsifia na kumwelezea namna ambavyo amekuwa ni mama ambaye anasifika kwa utumishi, kwa maisha ya utumishi. Nyumba yake imekuwa ni nyumba ikipokea watumishi mbalimbali mbali, na kwaya mbalimbali mbali. Hivyo ni mama mkarimu, mama mwenye upendo, mama ambaye atakumbukwa katika yale mengi mazuri ambayo ameyafanya katika enzi za maisha yake. Hakika ni maisha ya kujivunia kutoka kwa mpendwa mama yetu mama Nipaeli ambaye ameacha watoto wanne. Ameacha watoto wanne wa kike wawili na wa waki kiume uwawili lakini yamekuwa ni maisha ya ushindi ambayo ameyaishi maisha hapa duniani. Maisha yenye mfano wa kuigwa na kila ambaye atasikia na kuambiwa namna ambavyo aliwapenda watu, namna ambavyo alikuwa ni mama mkarimu. Tayari mwili umekwisha kuwasili hapa nyumbani kwake tayari kwa ajili ya kwenda kutoa heshima za mwisho kwa mama yetu mpendwa Ni paeli Mboya, ambaye alizaliwa mwaka 1940 na amemjua Kristo toka mwaka ule wa 1975. Naweza kuona ni miaka ya kutosha ameishi ndani ya Kristo akiilinda imani yake, na mpaka amekufa, amekufa katika Bwana akiwa na maisha ya ushuhuda hapa duniani yenye mfano wa kuigwa. Tayari mtumishi wa Mungu, wachungaji umekwisha kuwasili hapa. Tuko na mchungaji msaidizi wa kanisa la Kinondoni Revival Church, mchungaji Bryson Kitoi ambaye ataongoza ibada hii fupi kwa ajili ya kwenda kutoa heshima za mwisho kwa mama yetu Nipael Mboya wake unashushwa sasa kutoka katika gari ambayo ilikuwa imembeba na utawekwa hapa, ili watu waweze kupata wasaa wa kutoa heshima za mwisho. Hakika mama ameacha pengo kwa watu wengi, watoto wake. Unaweza ukamwona mtoto wake wake huyu ambaye amekuwa naye kwa muda mrefu akimtunza, akimuuguza msaidia katika kipindi hiki alichokuwa hapa cha ni mtu mzima. Unaweza ukaona ni mtu wa miaka themanini na minne, lakini amekuwa ni mama ambaye hakuchoka katika kumtumikia Mungu. Ameacha pengo sio tu kwa familia, lakini pia ameacha pengo kwa kanisa ameacha pengo kwa kwaya ya Revival ambapo wanamkumbuka kwa ukarimu wake, wanamkumbuka kwa upendo wake, kwa yale mazuri ambayo ameyafanya ndani ya kwaya katika kipindi chote alichokuwa akisimama kama mwenyekiti katika kwaya hii hi ya Revival. Hakika ni mama ambaye anakumbukwa kwa mengi mazuri na ameacha huzuni kwa watu wengi ambayo wamegusa maisha ya. Ni safari ya mwisho kabisa ya mama yetu kipenzi, mama Nipaeli Mboya, na ambaye hakika amevipiga vita vilivyo vizuri, na tunasema imani ameilinda, na sisi tunasema Jina la Bwana na lihimidiwe. Ni vilio hapa nyumbani, majonzi, watu wakiwa wanashindwa kujizuia baada ya kuona mwili ukiwa unaingia hapa nyumbani kwa kwake marehemu

ibada fupi <coughs> kulingana na ratiba ambayo tumekabidhiwa, lakini nitangulie kusema poleni sana kwa msiba huu mkubwa ambao umemgusa kila mmoja. Nitoe pole kwa watoto, kwa ndugu wote, kwa majirani, marafiki Msiba ni mkubwa, lakini tunachomshukuru Mungu ni kwamba mama Nipael Mboya ameokoka kwa miaka mingi na akamtumikia Mungu kwa miaka mingi. Kwa hiyo ni amelala katika Bwana, hilo ni jambo la kumshukuru Mungu sana, kwamba amelala katika Bwana. Askari wa Yesu tumpambanaji, na amekuwa baraka sana kwa jamii. Amekuwa baraka kwa ndugu, amekuwa baraka kwa watu wasio ndugu. Yeye hakuchagua swala la kutumikia watu, hakuangalia kabila, hakuangalia taifa, yeye alifanya kazi ya Mungu kwa miaka mingi sana. Kwa ni jambo la kumshukuru Mungu. Na wakati huu tutafanya ibada fupi mahali hapa na sisi ambao tuko ndani ta, nitafungua ibada hii kwa maombi, kisha tutatoka pale nje tukae wote kwenye viti, watoto, tujitie nguvu tufanye ibada hii takatifu ambayo Mungu alikusudia iwepo mahali hapa siku ya leo. Basi nitakapomaliza kuomba na kufungua ibada hii kwa maombi, basi nitaomba wote tukakae pale nje, alafu tukishamaliza ibada tutapeana taarifa kulingana na ratiba zinavyokwenda na zilivyopangwa. Basi tuombe. Baba Mtakatifu mwenye uweza na nguvu, mtenda miujiza, mfalme wa wafalme Bwana majeshi, asante kwa asubuhi hii tukufu sana, ambayo Bwana uliijua hata kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Wewe ulijua siku kama leo tutakutana mahali hapa, muda kama huu, kwa ajili ya kukuinua mahali hapa, kwa matendo makubwa unayoyatenda katikati ya watu. Naomba Bwana, ibada hii tunakwenda kuifanya kwa ufupi sana mahali hapa iwe faraja kwa kila mmoja, faraja kwa watoto, faraja kwa ndugu, faraja kwa marafiki na majirani. Kila mmoja pokee faraja hii kwa nguvu za Roho yako Mtakatifu. Ibada inaiweka wakfu katika mikono yako, katika jina la Yesu Kristo, tunaomba na kushukuru amen, amen. Basi wale waimbaji watakuwa wanamtukuza Bwana wakati tunatoka pale nje. Tuanze ibada, karibu waimbaji. Kama ni ni mtu wa, wa, wa vyombo pale, anatumia CD vyovyote, lakini tupate waimbaji watu watoke nje kwa ajili ya ibada. Mungu awabariki. Basi jitie nguvu tukakae kwenye viti.